Mji wa Qufu, ambao ni nyumbani mwa Confucius ulioko mkoa wa Shandong mashariki mwa China, uliandaa sherehe kwa njia ya mtandao na ana kwa ana Jumapili kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 2576 tangu kuzaliwa kwa mwanafalsafa huyo wa kale. Sherehe hiyo iliyochanganya heshima za kale na za kisasa iliwavutia washiriki kutoka China na mataifa mengine kutoa heshima kwa mtu aliyepewa jina mwalimu wa nyakati zote. Taswira kamili ni katika makala ya ifahamu China. Wakiwa wamevaa utepe wa manjano, waliohudhuria waliingia ukumbini majira ya saa tatu asubuhi na kuweka vikapu vya maua mbele ya sanamu ya Confucius. Jo Nyanshing, gavana wa mkoa wa Shandong alitoa hotuba ya kumbukumbu kumbu na kuwaongoza wageni katika heshima ya kuinama. Wageni na wawakilishi kutoka China na nchi za nje waliinama mara tatu mbele ya sanamu ya mwanafalsafa huyo maarufu, wakionyesha heshima ya pamoja inayovuka mipaka na muda. Sherehe kuu ilihitimishwa takriban saa 4 asubuhi, ili kupanua ushiriki wa kuongeza athari zake duniani. Maadhimisho ya mwaka huu yalionyeshwa mubashara mtandaoni, yakiwaruhusu watu kote duniani kushiriki katika utamaduni wa Confucius. Wawakilishi rasmi na wasomi wengi walioshiriki sherehe hiyo walitoa tafakari zao kuhusu tukio hilo na kuonyesha mtazamo wa umuhimu wa falsafa ya Confucius katika dunia ya leo.

Uh, we need a leadership based on Confucian values. Desturi ya kumkumbuka Confucius ilianza mwaka 478 KK, mwaka mmoja baada ya kifo chake. Leo sherehe hiyo ikijumuisha muziki wa kitamaduni, ngoma na mbinu nyingine za kisheria za heshima inadhihirisha kiini cha adabu katika utamaduni wa Confucius. Tukio la mwaka huu pia ni sehemu muhimu ya tamasha la kimataifa la utamaduni wa Confucius la China la mwaka 2025. Kama mwalimu na mwanafalsafa, Confucius alianzisha mtazamo wa fikra uliowaathiri kwa kina vizazi vilivyofuata na baadaye ukajulikana kama Uconfucius. Pia alikuwa wa kwanza kuanzisha shule binafsi nchini China zilizokuwa zinapokea wanafunzi kutoka tabaka zote za kijamii.